Halo mama, shikamoo. Naomba tuonane. Mimi sijai kuona, nasikia tu nina mama. Lakini sijai kuona hata siku moja. Naomba tuonane. Hata kama ulishai kugombana na wakina bibi, wakina baba, lakini hujagombana na mimi. Mimi sina kosa wote katika ugomvi wenu. Naomba tuonane na kuomba chonde chonde. Mimi sina kosa wote. Mimi nimezaliwa tu, unajiona nipo mwenyewe. Sina sina mama na baba tu. Unaomba tuonane, pigie Baila tumwambie, mimi niko sehemu fulani. Unafahamu kama una mtoto wako sehemu fulani na mtoto wako niko naye hapa? Je, unafahamu kweli una mtoto huko? Kama anakataa mtoto wake sisi, basi kwa sababu tumesha mlea, tushapigia kwa hii, akikisema simtaki, sisi hatuna haja haja nini, ala nini, tunataka tuyektu anavoongea kitu kila mtu anaongea kitu kwa matokeo ya yake. Labda wale walioniambia hivi walipanga ili mimi niumie, au labda waliongea hivyo ili mimi nisiende pale au nisiulize chochote. Labda mtu alikuwa na hasira, kwa sababu mtu akiwa na hasira ana uwezo wa kuongea chochote kwa wakati huo. Lakini mtu kishatulia, nafsi yako imetulia, basi ndio hekima. Ina amna mtu mwenye hasira ambaye ana hekima hata siku mmoja. Ndio kwa hiyo, yaani wao wanajua kwa nini walifanya vile cha kumekucha ndani ya Mai TV jamani, mtangazaji kiongozi, niko hapa, yani niko nimeshiba, nimeshiba, nimeshiba tena na bila ya kukuchosha, karibu sana na nikukumbushe tu, usisahau kubonyeza alama ya kengele hapo eh, kusubscribe, kulike na kucomment na hii itakusaidia basi, kila ambapo tutakuwa tunapandisha eh, habari zetu basi itakugongea alama, halafu itakuja kuungana na sisi. Karibu sana. Ndiyo wiki nyingine, ndio wiki iliyopita tulikuwa visiwani Zanzibar, leo tuko hapa hapa da. <laughs> Mnasemaje nyinyi <laughs> kama unatafutwa comment neno lolote hapo chini eh. unaambiwa watu wanadaiwa lakini wanalipa kwa wakati. Ni wakumbushe tu kwamba kipindi hiki kimedhaminiwa na Timur Lotion. Timur lotion, lotion yako nzuri kabisa na kukumbusha tu kwamba inaondoa harara mikwaruzo Mapele, e, na kadhalika. Na Taimuri hii bwana, kuna jambo la wale mnaopenda kujichubua kwa mweupe, lakini weupe huu unaopata kwa njia salama, sawa na pia, kuna jambo la wale black is beauty unaopata weusi huu pia kwa njia salama. Kuna face up pia e, mambo ya fagia fagia <laughs> lakini usisahau maswala ya mavazi ya sherehe. Wadhamini wetu ni Maimatha Designs. Karibu sana, wewe mwambie na mwenzako kwamba Maimatha yupo hewani leo. Bila ya kukuchelewesha, tunaanza habari eh, ya mwanamitindo. Yeye alibobea mitindo hii hapa, lakini akaenda visiwani Zanzibar, kaketi kwa muda ikesha, sasa yuko hapa Ndiyo, anaitwa Mariam, nyinyi mnamfahamu kwa jina la Official Baila. Jamani, Baila, dada B mwenyewe, ehe, akivaa nguo mwenyewe anapendeza, unaona mambo haya na kazi yake anayoifanya amewahi kuwavisha mastaa wengi, amewahi kuwasimamia mpaka wakatokelezea mastaa wengi. Amefanya na Hamisa Mobeto, amefanya na mtoto wangu Zuchu, kina D-Boys, eh na wengineo, kwa kweli ni wengi, mpaka nani yule mzee wa hela yule nani yule mzee wa hela yule l eh, naye pia akafanya naye, amefanya na wasanii wengi, lakini this time ameingia kwenye habari za Mai TV ni baada ya Mai TV kupata habari zake. Inasemekana amemtelekeza mtoto aitwaye Omar. Omar anakaa Mburahati, takriban akiwa na mwaka mmoja na nusu. Aa, Baila alimwacha Omar mpaka leo hii. Juzi nilivyoenda maimatha e, nikimkuta Omar ana miaka ama niseme yuko form three unaweza ukapata picha miaka kumi na tano mbele. E, kwa hiyo uh, Omar amekaa bila mama yake kwa muda wa miaka kumi na tano. Baila huyu huyu ambaye mkipita Sinza mnakutana naye e, mkienda Zanzibar mnakutana naye, mnarudi wote bote ya pamoja ya kujadaa, lakini ana miaka kumi na tano hajaenda kumuona mtoto wake. Hizo ni shutuma. Yeye mwenyewe Baila tumemtafuta tumeenda mpaka kwenye familia eh, ya wakwe zake yani yule mumeleza na Baila mtoto Omar pia pale Mburahati tumekwenda. Lengo letu kama Mai TV ni kujaribu kusuluhisha, na tumevumilia kweli kutoa habari hii kwa sababu lengo letu tunataka familia zote hizi mbili ziungane, ili mtoto Omar aishi kwa raha zote za mama. Naanza kwanza na sauti ya kijana wetu mtoto wetu Omar akimwambia mama yake maneno ambayo kiukweli hata wewe ukisikiliza, najua utaelewa nini ambacho Omar anakihitaji kwa sasa. Halo mama, shikamoo, naomba tuonane. Mi sijai kuona, nasikia tu nina mama, lakini sijai kuona hata siku moja. Naomba tuonane, hata kama ulishai kugombana akina bibi akina baba lakini mimi hujagombana na mimi, mimi sina kosa wote katika ugomvi wenu, naomba tuonane na kuomba chonde chonde, mimi sina kosa wote mimi nimezaliwa tu, unajiona nipo mwenyewe, sina sina mama na baba tu. Kwa hiyo naomba tuonane, mimi nahitaji tu tuonane, sitaki tengene chochote, nakuomba, nakuomba. na kuomba mamangu, na kuomba naam. Maneno ya Omar hayo anamwomba mama yake waonane, wakutane. Kwa mujibu wa bibi yake bibi yake anasema kwamba Omar, bwana inafika wakati mwingine anakataa kwenda shule, anasema bwana, bibi mimi nataka eh, unipeleke kwa mama yangu, au mna matatizo. Sasa mama yake eh, inasemekana alimwacha yani, alimwacha tu mwenyewe, alijisikia akamwacha, akaenda naya dunia Mai TV hatupendi kabisa kupata maneno ya kuokota okota. Mwenzangu tukafunga safari mpaka kwenye ile familia eneo la Mburahati. Baada ya kufika, haya ndio tuokutana nayo. Tumwambie mimi niko sehemu fulani, unafahamu kama una mtoto wako sehemu fulani una, ya una mtoto wako niko naye hapa, je, unafahamu kweli una mtoto huku? Kama anakataa mtoto wake sisi basi kwa sababu tumeshamlea, tushafikia hatua hii. Akikisema simtaki, sisi hatuna haja haja nini wala nini, unataka tue kauli yake hapo. Kwa hiyo sisi mambo ya kurekodi au kufanya kitu chochote, sisi hatutaki kuonyesha kwenye mitandao leo a

taka samahani, naomba mimi nisiwepo kwenye mitandao, mitandao hii sio muhimu. Sisi tunaomba ni tunachotaka ni Baila athibitishe mwenyewe as, mtoto anahitaji mamake, sio mwanangu mimi sikutambui. Basi akisema mtambui sisi <laughs> hatuna jambo naye <hazuna> <dianae. hazuna> hapamingi yeah, yeah. <tipi> miaka <tipi> mingi tumemtafuta meye kumiona mtoto wakaaiaa mama. Kuna kipindi mpaka mtoto yani, mama wa baba yake mama kwa babake kuwa kanajua amshsiku tukaja tukamwona mama yake no, tukamwona mtandaoni tukamwonyesha, sura ni kopi kama Omari, unaona ila hatutaki kuchafua, tunataka tu aje amuone, labda amemsahau labda hamkumbuki, na bado yuko pale pale alikomwacha Mabibo, aje amuone Omari Amanzi. Omari kaimu Amanzi, yupo

kuna umuhimu wa kumtafuta Baila mwenyewe. Dada bi kipenzi changu lazizi wangu bi eh, kama tulivyoongea usiniangushe bwana eh? usiniangushe mm. Baila huyo hapa. Um, no. Ah. Ah. Ah. Ah.

Oh. Wasi nirudishe kule ambako nilitaka kufa sitaki, niache nyumbano, atashughulikia mtoto ana yani, kama kweli yupo. Unajua, nakwambia hivi, kama yupo kweli basi Mungu ni mwema sana yupo, kijana wako, sauti, si umeisikia? Miaka kumi na moja walikuwa wapi? Leo wamekumbuka wame nini, hmm. nini. Awasingenitafuta yani, au ya wakatafuta watu wa nyumbani. Maneno ni mengi, uzushi ni mwingi. We mtu unaambiwa mfulani kafa baada ya miaka kumi na moja, unapigiwa tu simu ghafla, yupa na kusalimia usi, unaweza ukazimia ukafa, mi na presha ya kushuka bila eh, siku nazima sihitajike kwanza kushtushwa kwenye hivi vitu yani, kitu chochote, msiba tu wa babangu mzezi sikushtusha, nimekuja eh, kuambiwa anashafika eh. Jamani, kwa hiyo walikwambia mtoto amefariki. Ah, atashughulikia kakaangu, kila kitu kitakuwa sawa, lakini namshukuru Mungu mpaka hapa. Amina. Amina, kijana wako yupo na sauti ile ile ilokutumia voice, ndio ya kijana wako, wewe mtupu kwenye gani? Alafu ni hilo swala. Jana nilikuwa kwenye hali mbaya sana, sikuwa mimi we mm -hmm. Sababu ya jambo hili li hili mmenishtua sana najua. Siku ya kwanza nijua nakutania, wallahi nijua natania kweli, ujue, kwa sababu kuna mdada alishawahi kunipigia mimi simu akaniambia hivi, wewe unajua no fulani yuko hai? Nikaambia hapana, niambia amekufa, ghafla akafa mdogo. Sasa kama amekufa, kwa nini hujaenda msibani? Niende msiba gani, kwa hali gani? Ndio kuwa na watu hawaelewani. Hmm. watu ugomvi mkubwa wa kuchaniana sana, unaenda wapi kwa wow, wao wa hawaelewani wa, au wewe na wao wow. mimi sitaki kuongea hata tu niendelee kusali. Yani, namana muda wote tume basi. Mm, umeshughulikia hilo swala na kushukuru kwa upande wako, basi nyumbani watashughulikia. Alhamdulillahi rabbil alamin.